Tuelekee kaunti namba 34 ambapo wauguzi zaidi ya 300 ambao waliajiriwa mapema mwaka huu katika kaunti ya Kajiado wanaishi katika hali ya uchochole baada ya kukosa kulipwa kwa zaidi ya miezi sita. Juhudi zao za kutaka washi wasikilizwe na Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ziligonga mwamba baada ya kufika ofisini mwake na kumkosa. Wengi wao walifika katika ofisi ya gavana wa Kajiado, nyuso zao zikiashiria masaibu chungu nzima wanazopitia baada ya kukosa mishahara kwa zaidi ya miezi tisa. Wanasema sasa hawana chakula na mahitaji mengine ya kawaida. Jamii wanazofanyia kazi katika hospitali mbalimbali hapa Kajiado wakilazimika kunusuru hali kwa kuwapa chakula. Saa zingine inabidi unaomba kwa familia, kuna zile familia ambazo zimeweza kutushikilia, marafiki na na saa zingine unainama tu kama students wa university, ama unakunywa D10 at least ikupatia energy ya kusukuma zile masomo yabakisha. some of us are going through depression. Mapata mtu ako na watoto wake, hana hata rent, hana hata pesa ya kulipa rent, so hata wanakosana na mabibi zao wengine uh, because of of of the financial instability within them. so a lot of, a lot lot challenges these people are going through Wanasema tangu walipoajiriwa mapema mwaka huu, mifuko zao zimesalia tupu, wakidai kaunti ya Kajiado zaidi ya shilingi milioni tano, na hadi sasa matumaini ya kulipwa fedha hizo zinazidi kufifia. Pia hawana bima ya afya na masilahi mengine ya kazi. We have not been paid for

Kadhalika wameongeza kuwa juhudi zao za kutaka wizara ya afya kaunti ya Kajiado kuwasikiliza zimekuwa zikiambulia patupu, kila mara wanapowasilisha lalama ya kukosa mishahara, wakitaka sasa muungano wa wauguzi nchini kuingilia kati na kuwasaidia walipwe malimbikizi ya mishahara yao pamoja na marupurupu.

Clear communication from our department. Hata hivyo, duru za kuaminika zinaarifu kuwa serikali ya kaunti ya Kajiado itakuwa na mkutano wa dharura Ijumaa hii kuhusu swala hilo. Wauguzi wakiendelea kusubiri ni lini sintofahamu hiyo itatatuliwa. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.